Siku ya leo nazungumzia madhara ya ndoto za mbwa. Ndoto za mbwa wa aina yote ni ishara ya watu wa hali ya chini wenye kujipendekeza na wenye kudharauliwa. Hicho ni kichwa cha habari cha tafsiri za ndoto za mbwa. Ukimwota mbwa anabweka au anapiga kelele, hiyo ni ishara ya matatizo au kudanganywa ambako kutasababishwa na wasiopendeza na ukiota mbwa wa nyumbani akiwa mgonjwa ni ishara ya ugonjwa au kupoteza fedha au kupoteza hamu ya kula au hamu ya kuishi, ikiwa utaota mbwa wa nyumbani kwako kwa anaumwa. Na ukiota kundi la mbwa wawindaji wakiingia mjini, hiyo ni ishara ya ukosefu wa kazi. Ukiota kundi la mbwa limeingia katika mji mm, yaani katika mjini yaani ukiota mbwa wa uwindaji wakiingia katika mji, hiyo ni ishara ya kukosa kazi katika eneo hilo. Na ukiota kundi la mbwa wa uwindaji wakiondoka mjini na kuelekea mawindoni, hiyo ni ishara ya mafanikio kwa kila mtu, hmm. Na ni ishara ya kuchukuliwa hatua kwa kila jambo, ikiwa utaota ndoto hiyo. Na ukiota unalea mbwa, hiyo ni ishara ya kwamba utafanya urafiki na mfanyakazi wako ambaye atakupenda na kukuonea huruma ikiwa utaota ndoto hiyo. Na vile vile ukiota unamuua mbwa, hiyo ni ishara ya ku, ukiota unamuua mbwa, hiyo ni ishara ya kumtokomeza adui yako aliyekuwa anakusumbua kwa muda mrefu. Na ukiota unamuinda, unamuinda mbwa ni ishara ya kwamba utakidhi matamanio na matakwa yako ikiwa utaota unamuua mbwa. Na vile vile Ukiota unamuinda mbwa hiyo ni ishara ya kwamba utakidhi matamanio yako na matakwa yako, na ukiota mbwa wa Kijapani au mbwa yoyote wa nje ya nchi ni ishara ya kwamba utachanganyika na kufanya biashara na mtu wa nje. Yaani, utashirikiana au utafanya mashirikiano na mtu wa nje katika masuala ya biashara, ikiwa utamuota mbwa wa nje ya nchi. Mbwa muindaji vile vile katika ndoto ni ishara ya kiongozi wa kijeshi au msaidizi wake mwaminifu. Mm, ukiota ndoto hiyo na mtu mwingine wa mipango pamoja na kwamba mtu huyo amekosa, ukiota unamuona mtu ukiota unamuona mbwa muindaji yaani mbwa mkali mwindaji ni ishara ya kupata mamlaka au uongozi. Na mbwa wa nyumbani katika ndoto huwa ni ishara ya adui mbaya aliye karibu nawe, na vilevile mbwa mchungaji ni ishara ya faida na manufaa kwa mtu ambaye humjui. Fatilia mada zetu TikTok na YouTube kwa kuandika Mnajimu Kuluthum, utakutana na mada zetu mbalimbali ambazo utazifuatilia najua tafsiri za ndoto pia. Kama unahitaji pete za bahati na huduma zingine mbalimbali za kinyota, ofisi yetu iko Tanzania, Dar es Salaam, maeneo ya Kifuru. Ofisi hii iko wazi kila siku kasoro siku ya Ijumaa tu.